Hukumu ya machawa, Mungu anasemaje? Wa machawa wafanyweje? Hukumu ya machawa. Rudia tena wote, hukumu ya, ya machawa usisau, uchawa ni sawasawa na uchawi na hukumu ya ya tabia za kichawa iko hivi: kuna hukumu anayeifanya Mungu mwenyewe, na tutaanza ya Mungu. Kuna hukumu anayeitoa Mungu mwenyewe, na msikiza kwa makini. Mtu yoyote anayemsikiliza hapa, kama unampenda huyo mtu kama unampenda huyo bosi, iwe ni kwenye kampuni ofisini, kama unampenda huyo mtawala, iwe ni kwenye nchi au siasa, kama unampenda huyo kiongozi, hata kwenye michezo, popote, usimpe sifa kama Mungu. Ukimpa sifa kama Mungu, atakufa kabla ya wakati wake. Narudia, kama unampenda huyo mtu, usimpe sifa kama Mungu. Uchao wako usisababishwe kumtukuza kama Mungu. Karibuni hapa, nimesikia mtu mmoja anasema kuna mtu fulani sasa hivi, eh, ni maarufu kama Bikira Maria mama yake Yesu, inawezekana, lakini sijui kama yeye ni bikira. Unajua chawa yuko tayari kuongea uongo aina yote. Now listen to me, kama unampenda huyo mtu usimtukuze kwa uchawa wako mpaka kumpa cheo cha Mungu, mpaka kumpa sifa za Mungu. It's very bad. Na angalia, uchao unapofika levo ya kumuinua mtu kama Mungu, Mungu anamuua mtu huyo, yani haina kona, anamuondoa mapema. Matendo ya Mitume 12:21-23. Basi siku moja iliyoazimiwa Herode akajivika mavazi ya kifarume akaketi, katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao wote. Mnamjua mfano wa Herode, si ndio? Yes. Watu wakapiga kelele. Watu gani hao wanapiga kelele? Hao ndo machawa, ha, machawa promax. Sasa watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu si sauti ya mwanadamu. Stop there kwanza. Imagine kiongozi mfalme anatoa nini? Hotuba, alafu watu wakafanyaje? Watu wakasema hii sio sauti ya binadamu. niwee kuona mtawala fulani ambaye hayuko duniani wa nchi ya kusadikika aliwahi kuambiwa ni kama Yesu, kama mnakumbuka, unawaza watu kuambiwa. Okay, uwezi kumkontrol chawa asiongee, but akiongea unatakiwa umnyamazishe. Usipomnyamazisha maanake umekubali ile sifa. Angaa kinachofata angaa msanafata mala malaika wa Bwana akampiga akampiga nani? Mfalme Herode akampiga kwa sababu hakumpa Mungu tukufu. Akaliwa na chango akatokwa na roho. Akuwapiga machawa. So hukumu ya kwanza ni Mungu anapodili na anayepewa uchawa. Mungu labda niweke hivi. Mungu anadili na anaye anayepewa uchawa. Oh, si umenielewa? Kwa lugha nyingine anayetukuzwa. Mtu anayetukuzwa aki, machawa kimlete kwenye levu ya Mungu. Mungu anadili naye. Lakini machawa tunadili nao sisi. Oh, yes. I will show you. Oh, janielewa. Iko hivi, Mungu anadili na nini? Anadili na yule aliyetukuzwa. Uwezo kutukuzwa na machawa ambao kaanza kuitwa sifa za Mungu. Uwezo kutukuzwa akapewa sifa za wewe, wewe ni mama yake Yesu. Mama yake Yesu alitokea na, na, na Roho Mtakatifu, alipata ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wewe ujauzito wako umetoa wapi? Mungu anaangalia sifa za kutoa. Nisho kuwafundisha sana na ndoa, angalieni sifa mnazowapa wapenzi wenu. Usio kampa mpenzi wako sifa ya Mungu. Yeah, mpenzi wangu we, ni alfa na omega kweli. Sasa hao machawa nataka niwaambie, tumepewa license ya kudili nao na ntawafundisha live bila kukwepa jinsi tutakavyotakiwa kuwafanyia, lakini kumbuka vita vyetu sio juu ya damu na nyama. Ndomaana tumekusanyika hapa, there is a prayer tutafanya na kuna matendo pia tutayafanya. Ma machawa hawafai kwenye jamii. Uchawa ni sawasawa na uchawi Kiswahili. Angalia, msali wa tano, msali wa tano angalia. Mwondoeni asiye haki mbele ya mfalume na kiti chake cha enzi kitadhibitika katika haki. Unakumbuka, huyu mtu anasema mwondoeni, ni yule anajipeleka kimbelembele. Nenda kwenye God's Word utaelewa vizuri. Take the wicked person away from the presence of the king of a king and the justice will make the throne secure. Anasema hawa wakiwepo, there is no justice. Biblia inasema tufanyeje? Take a wicked person away. This is not good. Ni ya kwetu. So inatakiwa tunaangalia sisi. Kwamba, ah, mtawala, iwe ni kwenye ofisi yako. Ninapoongea hivyo angalia hata kwenye ofisi yako. Kwamba, kuna watu wamemzunguka yule mtawala, na wanampotosha kwa maneno yao ya uongo, kwa maneno yao ya hila. Vya sema, remove them. Na how are we going to remove them? I'm going to tell you tonight. Na ukitaka kujua watu gani hao, unaenda msala wa sita. Angalia msala wa sita ndio hao. Tushaona msala wa sita. Hao ndio watu ambao wanaenda kwenye mamavieo, wanaenda kwenye watu wa hali ya juu. Pia sema hao watu wanaojipendekeza kwenda pale. Pia sema take them away. So, mnapokuwa mnaangalia kwenye jamii, tuna watu ambao wanakaa karibu na viti vikubwa ambao wana ujinga mwingi atutakie kuangalia na kuacha. Biblia inasema take them away. And I will tell you how. Can I show you? Now, tuna kwenye tafsiri nyingine kwanza. Good News Translation, 25

Pia sema hawa wakiwa wamemzunguka government serikali hiyo haitajulikana kwa haki. Sahau, hebu rudisha hiyo version tam. Keep evil advisors away from the king. You have to keep them away. Don't allow them to come close. Do whatever you can do to keep them far. Yasema mtakapoondoa, mkaweka mbali the government hiyo serikali will be known itajulikana kwa nini nini kwa kwa kwa haki wakizunguka wafalme. Sahau haki. Sasa, mmeshajua haki inapoteaje kwenye jamii. mmeshajua kwa nini ampewe staki zenu pale ofisini. Kuna kuna watu watu wamezunguka ile mtu anampotosha sasa. Je, tuangalie hivi, tuseme ah, basi kuna watu wamependelewa. No, take them away and I will tell tell you you. how ni, ni wate, how niulize how. wote Now let me tell you Yohana 6:2 naenda kwenye hao. Atuachi kwa sababu yeye sema mkiwaacha so, about justice na mkutano mkuu akamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Najua ujaona kitu hapo. Na mkutano mkuu walimfuata kwa sababu ya ishara alizofanyaje, alizowafanyia wagonjwa. Mimi watu wanamfuata mtu ambaye wanaona kuna benefit. Haya, yaka, I'm about to say something machawa wote hawatapenda but I don't care. Watataharuki, hawatapenda ndakachokisema. Biblia itufundisha katika Yohana 6:2 ya kwamba watu wakamfuata Yesu kwa sababu waliziona nini, ishara alizowafanyia. Kwa lugha nyepesi, unamfollow mtu ambaye una benefit naye. Don't get it. Makutano wote, watu wote walimfuata nani? Yesu, kwa kuwa waliziona ishara alizowafanyia, waliona miujiza, aliponya wagonjwa wao, alifufua wafu. Yesu aliwapata, alifanya miujiza, hata mikate. Watu wakafanyaje? Wakamfuata. Mimi mtu yoyote ambaye ana followers. Ni lazima umfollow kwa sababu una manufaa. Swali, nyie mnao mna, mna, mnanufaika nini nao? So namba moja, kudili nayo, kudili nao, unfollow machawa them. Why? Biblia inasema tunamfuata mtu kwa sababu tumeziona ishara, tumeona manufaa. Una manufaa gani kwa hiyo chawa? Nyinyi ndio mnawapa popularity, nyinyi ndio mnafanya wajulikane, nyinyi ndio mnafanya wafanye vituko, unfollow them. Kama unanisikia, wewe unaniangalia kwenye TV, kwenye mitandao ya kijamii. Listen, watu wasio na maana unapowafollow, unawapa popularity, unawapa kuwa famous. Dawa ya kwanza unfollow them, alafu nitakuonyesha dawa nyingine. Vitu vya maana vyenye kukunufaisha Vitu kama hivi navyo, viubiri you don't follow, afikisho, unapiga kelele chawa chawa chawa, atakuwa na nguvu kwa sababu you are following him. Una follow nini? Pia sema watu wakamfuata Yesu, neno kufuata, maana yake walimfollow, watu wakam follow? wakawa followers wa Yesu. Why? kwa sababu waliona ishara hizo wafanyia, walikuwa na benefit. Una benefit nini na hicho kichawa? I'm asking you, una benefit nini? na ukitaka asipewe asipewe nafasi, not too late, kwa sababu bado unamfollow, haiwezi kufanikiwa, so unachokitoa up and follow hawa viumbe hawa. Wewe ikiwa utaki matendo yao yaendelee kutukuzwa, usiwafollow wakikosa, huyo wakikosa umaarufu hawezi kuchuku, kuchukua nafasi kwenye jamii, lakini ukiopa umaarufu watachukua nafasi, watachukua nafasi za wasomi, watachukua nafasi za watu wenye taaluma, wanyang'anye huo umaarufu, huoni? Bado kila saa unaangalia hicho kiposti. Kila saa unafollow. Mara ku like, mara nini? Hata kama u like wala comment, unamfollowa wa nini? Pia sema tuna wale watu walimfuatilia Yesu, walimfollow kwa sababu waliona ishara, waliona mafundisho, waliona vitu vizuri. Unajifunza nini kwa chao? Kuangalia alafu galagana na kitambi. Nini mnakiangalia pale? Pia sema take them away from the king. Hiyo ni ya kwanza. Hebu ngoshe kitu hapo. Yohana 15, God's Word Translation.

So njia ya kwanza, kabla sitaja njia ya kiroho, nitakwambia njia ya kiroho ambayo ni dangerous zaidi. Cha kwanza hata anavyozungumza baada hapa, wewe unanisikia kwa njia ya mtandao, if unataka nchi iponywe na machawa, jamii iponywe na machawa, don't follow them. Biblia inasema watu wote ambao ni strangers, watu wa Mungu, don't follow them. Unawapa wewe umaarufu wewe mwenyewe. Hao watu ni toxic, hao watu ni sumu. Imagine, kama nilivyowaambia tangu mwanzo, wanachukua nafasi ya watu wa taaluma. Leo mtu wa taaluma, daktari hawezi kushauri daktari mwenzake kwa sababu chawa wanasubiri, chawa anasema Chawa chukua chawa darasa la saba, chawa Chawa Chawa darasa la saba anatoa ushauri, ushauri. Ah, poso na dharau watu, haiwezekana. Ah, mtu ana elimu hiyo? No no no, amesomea wapi? Anaongelea nini hicho kitu? ana kiongelea kijua. Nimewahi kuona machawa anakuja kuongelea budget. What do you know about the budget? Anakuja kuongelea ripoti ya CAG. Mr Chawa, una chochote kuhusu kuhusu mambo ya e, uchumi, wewe unajua? Yana e, sikilizwa. Na ana pointi yote anaongea tu kwa juju. Kwa kweli CJ kaongea na mimi nimemsikia CJ lakini nataka nimwambie mambo ni shwari. CJ ameongea. Unaona unaona macho alivyo? Na watu wanaishia tu wa hapo. Chawa amesema mambo ni shwari. Hawezi kudadavuka sababu si eneo lake. Lakini amepewa nafasi aongee. Sisi tunaitegemea kiongea mtu kama huyu, anakuja wachumi. Wanasimama wanasema hiki kiko hivi kiko hivi. Lakini hawapai nafasi anapewa nani? Chawa. And those are the people you follow. Kuongea inatia uchungu mno. Cha napata nafasi ni chawa anajulikana, nanye ndo mmempa kiburi i mean, milioni 4 ana followers milioni milioni saba. Nisikilizeni, nimeona ripoti kuhusu ile deni, atukatai si kitu bati tupe mtoli dadavua na na kwa sababu jamii tumeijenga anacho ya kusiza tu, chawa mnatoka naira. Chawa amesema shwari shwari shwari shwari, hatusemi mimi sikataya, sio shwari, lakini shwari shwa, katika muktadha upi? Kwa sababu chawa akasema kama mnaangalia jamii ilivyo sasa hivi, chawa ana nguvu kuliko mtu mwenye taaluma. Tunaenda wapi? answer me, tunaenda wapi? Nikikuambia machawa ni wachawi utakataa. Uchawa ni sawasawa na uchawi uchawa ni sawasawa na uchawi unaweza kudidimiza taifa. Tuko tunaangalia hivi ni michawi hiyo. Sasa kuna namna nyingine, kwa sababu ya muda sitakupa maandiko. Inaitwa machawa, kuna chawa moja kwa Biblia kwa inaitwa Haman. Unamjua Haman? Haman Biblia nasema Esther alifunga siku tatu pamoja na wayahudi wengine, Haman akatundikwa. oh kuwapata na a wa Wausuero alikuwa na chawa mkubwa anaitwa Haman. Alichokisema Biblia sema hadi maafisa wataalam watugani wote waliwekwa kwenye mfuko wa Haman, wanamshauri mfarume vitu vya kimaana. Akija Haman anasema wamesemaje, Haman anapindua kwenye prayer ya kwanza, nimesema unfollow them kwenye social media, kwenye vikundi vikundi, don't talk with them. Biblia sema take them away from the king, na namna ya kwanza ni kuwanyang'anya ni kumnyima nini, followers.